Hapo zamani Israeli ilikuwa ni mmoja tu, yaani Israeli ilikuwa ni taifa moja. Samaria ilikuwa ni mji kama ilivyo miji mingine, lakini baada ya uovu wa Suleiman mfalme wa tatu wa Israeli, yani yule mtoto wa Daudi, Mfalme Suleiman baada ya uovu, Mungu akamkasirikia na akaazimia kumwondoa kabisa kwenye ufalme wa Israeli yeye na uzao wake lakini kwa sababu ya agano ambalo Mungu aliliagana na Daudi baba yake, akaamua kuubakisha uzao wa Daudi katika kiti cha enzi katika hiyo Israeli. Lakini kwa sababu ya uovu wa Sulemani akaona hapana, hawa watu hawatakiwi waipewe tena Israeli yote. Kwa hiyo Mungu akaamua kuigawa Israeli mara mbili. Kwa hiyo Israeli ikagawanyika ikawa taifa mbili, kwa kukatokea na ufalume mmoja ukawa unaitwa mfalume wa kusini na mfalme mwingine ukawa ni mfalme wa kaskazini. Baada ya hayo maovu ya Sulemani, baada ya Mungu kugawa, kwa hiyo ukatokea mataifa mawili tena, yakawa na falme mbili, na kila falme ilikuwa na mfalme wake, hao wa kaskazini, hao wa kusini, kila watu walikuwa na na mfalme wao. Ufalme wa kaskazini ndio ilipewa jina la Israeli kwa hiyo ukitambulishwa Israeli kwa miaka hiyo, baada ya huu mgawanyiko, Israeli ilikuwa inamaanisha ufalme wa kaskazini, ambapo hawa sasa Israeli au ufalme wa kaskazini walikuwa ni makabila kumi katika yale makabila kumi na mbili ya Israeli. Kwa hiyo ufalme wa kaskazini ulichukua sehemu kubwa ya eneo na makabila na population, kwa ilikuwa jumla makabila kumi na mbili, hivyo hawa walichukua sehemu kubwa ya ufalme na sehemu iliyobakia yaani, ufalme wa kusini, wakabaki makabila mawili tu kati ya yale makabila kumi na mbili. Kwa ufalme wa kusini wenyewe wakabakiziwa makabila mawili kati ya yale kumi na mbili, ambapo huo ufalme wa kusini ndio kile kiti cha enzi cha Daudi ambacho Mungu alikibakisha baada ya kumkumbuka Daudi, baada ya maovu ya Sulemani. Kwa wakabakiwa na makabila mawili ya ufalme wa kusini, makabila hayo yalikuwa ni kabila la Yuda pamoja na kabila la Benjamini, na hawa walikuwa wakiitwa taifa la Yuda. Kwa hao wfalumu kusini walikuwa wanaitwa taifa la Yuda kwao. Haya mataifa mawili yaliyotokea hapo ni taifa la Israeli na taifa la Yuda. Kwa taifa la Israeli na Yuda yakawa ni mataifa mawili tofauti. Taifa la Yuda na Israeli yakawa ni mataifa mahasimu, na mara kwa mara waliingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na hapo uadui wao ukazidi kukomaa. Hawa wataifa wa Yuda wao wakaufanya Yerusalemu kuwa mji wao mkuu, na hawa Waisraeli wakaufanya Samaria kuwa mji wao mkuu. Hapo ndipo ambapo unaweza ukaanza kupata picha sasa ya hiki kisa cha hawa Wasamaria na Wayahudi. Kwa hiyo tunaona hawa Wayahudi ambao ndo Yuda wakaichagua kuwa Yerusalemu kuwa ndo mji wao mkuu, yani mfalme wa kusini, na huu ufalme mkubwa wa Israeli wakaichagua Samaria kuwa ndo mji wao mkuu wa ufalme wa kaskazini. Lakini kipindi hicho mfalme wa Israeli ambao ndo ufalme wa kaskazini alikuwa anaitwa Yeroboam mwana wa Nebati, na Yuda ilitawaliwa na Rehoboam mwana wa Sulemani. Kwao akawa kila taifa lina lina serikali yake na mfalme wake. Kumbuka, hawa wote ni Waisraeli na Mungu wao ni mmoja, kwao walikuwa wanashea, wana imani tu lakini mambo yote walikuwa wanagawanyika kiserikali, hawa Wayahudi wa kaskazini na wa kusini Yerusalemu, hawa Wayerusalemu, hawa wa Samaria. Umeona, ila walikuwa wanashea kitu kimoja ambacho ni imani. Na baada ya kuwa wanashea imani ilikuwa inawapasa sasa hawa kaskazini, hawa wa kaskazini, aa Waisraeli wasafiri mpaka Yuda kwenda kwenye mji wa Yerusalemu kumwabudu Mungu katika hekalu la Suleimani kama Mungu alivyoagiza. Maana Mungu aliagiza waende kumwabudu katika hekalu la Suleimani. Kwa hiyo walitakiwa hao wanatoka kaskazini wasafiri mpaka wapi? Katika lile hekalu la Suleimani waende kumwabudu Mungu kama ambavyo Mungu aliagiza. Lakini mfalme wa Israeli wa kipindi hicho, ambaye ni Yerobohamu, alitia shaka raia wake waende kumwabudia Mungu Yerusalemu aliwaza kuwa watu hao wanaweza wakatamani kubaki huko Yuda na wakabakia kuwa taifa la kule, na mwisho wa siku ufalme wake ukaanza kupungua taratibu, kukosa nguvu, na mwisho wa siku kuanguka kabisa. Hivyo mfalme wa Israeli hiyo ambao ndo kaskazini, akapiga marufuku safari za raia wake wote kwenda kumwabudia Mungu Yerusalemu. Akasema hii ni marufuku, hakuna kwenda Yerusalemu tena kuabudu. Kwa hiyo akaamua kujitenga wa huku, wa huku wa huko, wa huko akawatengenezea ndama katika mlima na akawaambia kuwa hawa ndiyo miungu yenu iliyowatoa Misri. Kwa hiyo tunaona Yeroboamu sasa anaanza sasa kumkosea Mungu. Akawatengenezea watu ndama kwamba sasa hii ndama simnataka kwenda kuabudu Mungu wa Yerusalemu. Si mnakiwa kuabudu ya, sasa mtaabudu hizi ndama. Na hizi ndama, hizi ng'ombe ndio hawa miungu yenu iliyowatoa wapi? Iliyowatoa huko katika nchi ya Misri. Na hilo likawa kosa kubwa sana kufanyika katika mfa, na mfalme Yeroboamu, yaani lilikuwa ni kosa kubwa na akaingia kuwa ni miongoni mwa wafalme wabaya kuwahi kutokea katika ufalme wa Israeli. Hivyo yeye akawa mfalme wa kwanza baada ya ufalme kugawanyika katika Israeli, na akauweka msingi mbaya sana katika taifa la Israeli, yaani ufalme wa kaskazini. Hivyo Israeli wote wakaanza kuabudu ng'ombe kama Mungu wao katika mlima mnamo mwaka wa 880 huko hadi miaka ya 750 kabla ya Kristo, mfalme wa Israeli ya kaskazini wa miaka hiyo, mfalme Omri akaujenga mji wa Samaria kuwa mji mkubwa wa mji mkubwa kabisa katika miaka hiyo, na akayafanya kuwa makao makuu ya taifa, na hapo Samaria ukawa mji mkubwa rasmi wa Israeli waliokuwa huko kaskazini. taratibu wakawa wanaanza kuitwa Wasamaria. Lakini katika mwaka wa mia saba na ishirini kabla ya Kristo, Waashuru wakawapiga Waisraeli hao wa kaskazini. Hao wakapigwa na Waashuru na baada ya kupigwa wakachukuliwa mateka mpaka Ashuru. Tunapoongelea Ashuru leo hii ni Siria na Waisraeli hawa, yaani makabila kumi yalichukuliwa utumwani Yakapotelea huko utumwani huko Siria ambako ndo Ashuru ya miaka hiyo mpaka leo hii hawakurudi tena. Wafalme wa Pili sura ya kumi na nane mstari wa 11 hadi wa 12, anasema mfalme wa Ashuru akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akaweka katika Hala na katika Habori karibu na mto wa Gozani katika miji ya Wamedi, kwa sababu hawakuitii wa sauti ya Bwana Mungu wao, bali waliyaarifu maagano yake, mambo yote ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliyaamuru, wasikubali kuyasikiliza wala kuyatenda. Hivyo baada ya watu hawa kuchukuliwa utumwani, huyu mfalume wa ashuru alikuwa ni mshenzi kwelikweli. Baada ya wasamaria kupigwa, mji wao ukawa gofu, baada yani ufalume kupigwa ule mji wa Samaria, sasa uliojengwa kisasa ukawa gofu. Sasa ili watu hawa wasije wakarejea kwao, au Waisraeli waliochukuliwa kwa utumwani Ashuru wasije wakarejea kwao, akaamua ule mji kuwapa jamii nyingine kabisa tofauti na Waisraeli. Kwa hiyo akawachukua mataifa mengine waende wakae pale Israeli huko Samaria, ili wale wasije wakarejea katika ile nchi, waendelee kuwa watumwa huko. Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 24, anasema hivi, naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli, na Kuta, na Ava, na Amathi na Sefalvaimu, akaweka katika miji ya Samaria, baada ya wana wa Israeli, wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Huu ndio ulikuwa utaratibu wa Senakalubi mfalme wa Ashuru, katika kila taifa alilolipiga ili wasije kujilipisha kisasi na Ashuru ikawa ni falme kubwa duniani. Yani ndio utaratibu wa ule Senakarubi kwamba akishakupiga anakuchukua ukawe mtumwa wake, huko anakupeleka sehemu ya mbali. Yani akikupiga, akiwapiga anawapeleka mbali sana, na ile eneo lao la nyumbani Afuko, kuendo. Alafu huko anakokwenda takuwa watumwa huko, alafu wanatoa taifa lingine kutoka mbali, wanakuja wanakaa huko Alafu atakapokuwa anakaa kule, nyinyi mnaokuwa kule watumwa, hamtapata tena akili ya kurudi nyumbani. Ndivyo ambavyo mataifa ya kumi ya Israeli yakapotea kabisa, na haijulikani tena kama wapo au vipi. Lakini Samaria ni moja ya alis takatifu ambayo walikalia wageni na wakaanza kuabudu masanamu na kufanya maovu. Hapo ndipo Mungu wakawaletea majanga ambapo Wafalme wa, wa Pili 17:25 hadi 29 anasema, basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana, kwa Bwana akawapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao hivyo. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru wakasema, wale mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi kwa hiyo amewapelekea simba kati yao, na tazama, wanawaua kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Shuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akaye huko, awafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Lakini pamoja na hayo watu wa kila taifa wakajifanyia miungu yao wenyewe, wakaweka katika nyumba zao mahali pa juu walipopafanya Wasamaria, kila taifa katika miji yao walimokaa. Hivyo mfalme wa Ashuru aliwarejesha baadhi ya Waisraeli warudi kuwafundisha watu namna ya kuishi katika mji wao na kumwabudu Mungu, ingawa bado iliwashinda na Mungu akaamua kuwaacha kabisa. Sasa hao Waisraeli waliobakia Samaria, yaani wale Waisraeli katika kupigwa wale Waisraeli na Waashuru walipochukuliwa utumwani, haina maana kwamba walichukuliwa yale makabila kumi walichukuliwa tena. Lazima kuna wale mabakia au masalia ya watu wachache ambao walinusulika kwenda Ashuru japokuwa idadi kubwa ya watu walienda kule. Kwa walibakia watu wachache sana katika hiyo Samaria. Halafu baada ya kubakia watu wachache, kuna wale watu wengine ambao mfalme wa shuru aliwarudisha waje kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Mungu wa nchi, yani Mungu wa Samaria. Kwa wale watu waliotoka kule Ashuru wa kuja kuwafundisha kuwafundisha watu namna ya kumwabudu Mungu, wakaungana na wale ndugu zao wachache ambao walibakia Samaria, ambao walinusulika kwenda utumwani. kwa hiyo Kwe bado idadi yao ilikuwa ni ndogo sana katika miji ya Samaria, tofauti na idadi iliyopelekwa uko Ashuru ambayo ilipotea kabisa. Sasa kwa uchache wao na maisha yalikuwa yanaendelea mbele, wakajikuta wanaoana na wale wageni waliokuwa wakikalia Samaria. Kwa hiyo kwa sababu wale wageni walikuwa wengi na na wao walikuwa wachache, ikabidi tu waanze kuchangamana nao na kuoana nao. Kwa hiyo vijana wao wakaoa watu wa mataifa mengine na binti zao wakaolewa na watu wa mataifa mengine, yani wale wageni. Basi hapo ndipo wakapoteza asili yao ya Uisraeli. Kumbuka Israeli hawakutakiwa kuoana na watu wa mataifa kwa mujibu wa agano lao, hivyo wakaipoteza asili ya uisraeli waliokuwa nayo. Hivyo wale Wayahudi ambao ni taifa la Yuda, sasa ule ufalume wa kusini ambao wao hawakwenda utumwani huko Ashuru, walikuwa wanawaona hawa wa Wasamaria ambao wanaoana na hawa wa mataifa, wameiacha kweli ya Mungu na kugeukia upagani. Kwa hiyo wakawaona hawa, sasa si wenzetu tena hawatakiiwi kuwa walisi wa agano la Yakobo tena, kwa sababu wamejitoa wenyewe na wamepoteza uhalisia, na watoto watakaozaliwa hawana haki ya kuitwa Waisraeli tena. Kwa hivi ndivyo jamii ya Wasamaria ilivyokuja kutokea. Baada ya hapa sasa ndipo hii jamii ikaitwa Wasamaria. Kwa Wasamaria tunaona ni kizazi ambacho kikaibuka rasmi baada ya wale Waisraeli waliobakia kwenda utumwani kuchangamana na wale wageni walioikalia Samaria ndo kikatokea kizazi hicho. Sasa kicho kizazi kikaitwa Wasamaria, yani kizazi neutral, kizazi afkasti, nusu myahudi nusu mataifa. Sasa baada ya hapo ndipo kukatokea uhasama kwamba nyinyi sio Waisraeli, nyinyi hampo kwenye agano, na wao wanasema sisi ni Waisraeli na baba yetu ni Yakobo. Naomba kwa leo tuishie hapo ila tutaendelea tena katika sehemu ya pili ya somo hili. Usikose, usikose sehemu ya pili, na katika sehemu ya pili ndiyo tutaenda kuangalia sasa katika kipindi cha Yesu jamii hizi, kwa sababu sasa ilikuaje tena haya mataifa mawili haya ya hili la Yuda na hili la ufalme wa kaskazini ambao lilienda kule. Je, hatima ya wale makabila kumi yaliyoenda kule yalipoteaje, poteaje? Je, yalipotea kabisa au yapo hey, au yapo somewhere au ilikuaje kwaje au yalirudi tena na ilikuwaje tena katika kipindi cha agano Jipya? Wasamaria na Waisraeli waishi katika nchi moja, alafu wote waitwe Wayahudi, watawaliwe na mfalme mmoja? Naomba saa yote tutakutana nao katika sehemu ya pili, na hiyo sehemu ya pili tutajifunza inakuwaje msamaria akaitwa msa, aitwe, na ilikuwaje huu msemo wa kuitwa Msamaria mwema. Kwa nini leo tunamwona mtu mwema tunamuita Msamaria? Tukiona mtu anafanya mambo mazuri tunamuita Msamaria, aisee we jamaa yule jamaa na moyo wa Kisamaria sana. I say yule jamaa alifanya usamaria tu, yani, pale nakwambia ndugu yangu, ile ilikuwa ni usamaria. Kwa nini tunachukulia usamaria ni utu wema, wakati tunaona kabisa asili ya Wasamaria hawakuwa na hata uchembe ya wema? Tutaenda kuangalia huu msemo wa Msamaria mwema umetokea wapi. Jina langu linaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni hazina ya kanisa. Kama hujasubscribe channel hii basi usikubali kupitwa na mambo mengi mazuri kama haya. Tunaendelea na kazi hii na tunaendelea mbele. Kwa hiyo usikubali kabisa kubaki nyuma. Subscribe channel hii kwa elimu sahihi ya neno la Mungu na usiache kushare kwa watu wengine na Mungu atakubariki. Kama unataka kutuunga mkono kwa njia yoyote ya sadaka na namna yoyote, basi tumia namba hizi unazoziona hapo kwenye channel yako, kwenye screen yako hapo. Au ukitumia namba hizo utatupata kabisa. Na Mungu atakubariki sana sana sana sana. Tukutane katika kipindi kijacho. Barikiwa.